Na mashikaji, ah, no, no, ah, ah, zangu hapa piga piga story mbili. Unaelewa nini maana neno misimu ah, misimu, misimu ni yani, neno misimu ni msimu. Kwa mfano labda unavyoona mwaka huu, miaka iliyopita, tunaona msimu huu labda msimu msimu huu Uh, kiukweli umekuwa mgumu sana yaani, ndio maana ya msimu. Yani unakuta labda msimu wa mwaka huu ni mbaya, mvua sana au jua sana. Kwa hiyo ndio hivyo yani. Ah, lakini mimi nimekuuliza kuhusu neno misimu, tukizunguzia uh, tukizungumza misimu, misimu umemaanisha kuwa kwamba misimu mingi si yani, si ndio maana yako? Uh, kiukweli misimu misimu ni mibaya sana kwa kipindi kwa hiki yani. Sababu so, nikiangalia hali yani, imekuwa ngumu, sio siri. Yeah. Baza, unaungana naye? Eh, naungana naye lakini huu msimu huu ni mbaya sana. Naona huu msimu huu haufanani ho, kama wa mwaka jana. Wa mwaka jana ulikuwa msimu mzuri sana, naona sasa hivi naona hali, na hali ngumu sana huu msimu hmm, kabisa. Mimi maswala yangu ya kuzungumza nimekomea hapa au siwezi nikaendelezea sana kwa sababu ya misimu, misimu yako ni mibaya, eh, mibaya sana. Mimi sielewi, misimu imeharibika mimi ah. Uelewe neno kuhusu yani ne... uelewi kuhusu nini? Kuhusu misimu au kuhusu misimu? Mwanangu, mimi nipo nipo tu hapa duniani, au sio? Unasubiria kuzikwa eh? Hakika kijana Unaelewa nini kuhusu neno misimu? Misimu, misimu, neno ya misimu mimi naiona kama kawaida tu. Au wa, wa, wengine wanasema hawana pesa, mi mbona msimu huu nimebarikiwa sana. Msikilize, msikilize yani mwanangu hapa. hiyo ndio maana ya neno kwake misimu. Mi mwaka huu yani nimebarikiwa sana <inaudible> yani, mi, naona ni me, nimeishia hapo hiyo ndo maana neno misimu hivyo ndo unavyoelewa hey? Okay, blaa hapa neno misimu misimu misimu misimu. Ndio, mimi misimu, ninavyoelewa neno misimu yani, misimu ni, tukiwa shule tulikuwa tunafundishwa misimu ni maneno yasiyo rasmi ambayo uzushwa na kikundi cha watu fulani ili kuleta maana kwenye mawasiliano yao. Mi ndo navyoelewa hivyo, blaa Ok, hivyo ndio navyoelewa okay. Umetisha, mmetisha, mmetisha sana wanangu. <laughs> <laughs>